Yeremia alikuwa mmoja wa manabii walioishi katika kipindi kigumu sana cha historia ya Yuda. Mungu alimchagua akiwa kijana, akamwambia, kabla sijakuumba tumboni nilikujua, na nimekufanya kuwa nabii kwa mataifa. Yeremia moja mstari wa tano. Lakini tangu mwanzo huduma yake haikuwa rahisi. Watu wa Yuda walikuwa wamekengeuka, waliabudu sanamu, walikataa haki na walikuwa wameacha kumcha Mungu. Yeremia alipokuwa akihubiri kutubu na kurudi kwa Mungu, wengi walimchukia, kwa sababu ujumbe wake ulikuwa mkali na wa kuonya. Wahubiri wa uongo walikuwa wanasema amani ipo, amani ipo, ilhali Mungu alikuwa tayari ameamua kuharibu Yerusalemu kwa sababu ya dhambi. Yeremia aliposema ukweli huu, viongozi walimfunga gerezani, wakampiga na hata wakamtupa kwenye shimo lenye matope, Yeremia 38 mstari wa sita. Humo ndani ya giza na baridi, aliomba akilia mbele za Mungu kwa ajili ya taifa Hakuwa nabii wa maneno matamu, alikuwa nabii wa machozi, mwenye moyo uliojaa huruma na uchungu wa kiroho. Kila alipohubiri watu walimdhihaki, wengine walimuita msaliti kwa sababu alitabiri kuwa mji wao ungeangamizwa na Wakaldayo. Lakini yeremia hakuwahi kukataa wito wake. Hata alipoteseka aliendelea kusema neno la Bwana lilikuwa kama moto uliofungwa ndani ya mifupa yangu, sikuweza kulizuia. Wakati yerusalemu ilipoteketezwa, machozi ya yeremia yalitoka kama mto. Ndipo akaandika kitabu cha maombolezo akilia juu ya jiji lililokuwa limeangamia. Kisa cha Yeremia kinatufundisha kuwa kutumikia Mungu si njia rahisi. Mara nyingi ni njia ya upweke, machozi na mateso, lakini ni njia yenye thamani kwa sababu Mungu humtetea mwaminifu wake hadi mwisho.